Kwahamasisha watumishi wote wa Wizara ya Madini, watumishi wote mlioko chini ya taasisi za wizara, Tume ya Madini, Geological Survey ta, stamiko pamoja na wote ambao tuko chini ya wizara, tujitokeze kwa wingi tarehe 29 Oktoba tuweze kwenda kupiga kura tuwachague viongozi ambao tunaona wanatufaa. Viongozi vyama vyote vimefanya kampeni, wamenadi sera zao. Sisi kama watumishi wa serikali tunatumikia chama ambacho kitakuwa kimeweza kupata ridhaa ya wananchi na kuweza kuendesha serikali. Kwa hiyo tuangalie sera na viongozi ambao sera zao tunazisikiliza, tuweze kwenda kupiga kura kutimiza haki yetu ya kikatiba na kuweza kuchagua chama au viongozi ambao wataweza kuisimamia sekta ya madini vizuri na kuweza kuleta maendeleo ya taifa letu kupitia sekta ya madini. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi, watumishi, pamoja na jamii yetu na ndugu zetu tulioacha nyumbani wahamasisha watoke kwa wingi tarehe 29 na waweze kupiga kura kwa viongozi ambao wao wataona wanafaa. Huu ulikuwa ni ujumbe wangu mkubwa kwenye bonanza letu la leo na kuweza kuwafikia nyinyi, lakini muweze kuwafikishia ndugu zetu tulioacha nyumbani pamoja na jamii yetu inayozunguka kuweza kujitokeza kwa wingi tarehe 29 na kuweza kupiga kura.